Usikubali kabisa. Sisi hapa hiki ni kijiji cha Kandili, kitabaki kuwa kijiji cha Kandili. Ona kuna bibi wa watu yuko hapo mtaani hana hmm, shida ni kwanza, ni mwanamke mwenzako, ukifika pale anakuzalisha vizuri, hata kama akikuchungulia haina shida. Nami nimegairi mume wangu hey, yule si mwanamke mwenzako? Eti leo hii kabisa unafika pale dokta, na kitambi tena, siku hizi na kitambi chake, inakuja pole huku eh, linakuchungulia, linakuchungulia kabisa, pole eh, anakushikashika mapaja, ile kampeni ya wazungu kwetu hapa ni mwiko. Hii ni kandili itabaki kuwa kandili. Ramgambo, ramgambo, nikilia kuna jambo. Leo kuna mkutano kwenye kijiji cha Kandili. Kwa wananchi wote mnakaribishwa kwenye mkutano wa kijiji cha Kandili. Kutakuwa na mtaalamu kutoka Ulayani. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa bila kukosa. Wewe, wela mgambo la mgambo unatupigia kelele jua lote hili, nini kinaendelea kaka? Na unafahamu kama leo kuna mkutano wa kijiji hasa, tangazo la kijiji nahusu nini? Kuna, kuna, kuna mtaalamu wa, wa, wa, wa uma, masuala ya kiafya kutoka wilayani atakuepo, tutapata sasa. Kuna mtu anaumwa kijijini au mbona? Okay. mimi kama sikia kuelewa haimaanishi kwamba wewe unauma wewe au unauma mimi, ila wapo wanaumwa na wanahitaji wapate elimu hmm, kwake Hebu subiri kwanza. Sasa wewe ndio unatakiwa sasa unielekeze vizuri kwamba haya matangazo yanahusu mada hii. Sasa unaponiambia kiafya, sisi tunajua kiafya. Si kiafya, watu wanaumwa wanapelekwa sijui wapi, sijui kwa waganga, wajapata matangazo bila kujua hoja? Kaka nisha kuambia, atakuwepo mtaalamu kutuka wilayani, sawa? Anazungumza maswala ya kiafya. Kwa hiyo utakapokuwepo, utapata yote. Usinicheleweshe kaka, unawahi. Em, basi baadae kwao, jioni au saa ngapi? Kandili safi! Safi. Kandili oye! Oye. Kwa majina naitwa mwenyekiti Janeti wa kijiji cha Kandili. Hivyo basi, kama tulivyosikia tangazo letu jana kwamba leo tutakuwa na mkutano wa kijiji chetu cha Kandili, tumepata mgeni kutoka wilayani kwa ajili ya jambo letu moja tu, kwa ajili ya uzazi salama kwa akina mama. Hivyo basi mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Kandili nipo hapa mbele yenu kumkaribisha mgeni ili yeye mwenyewe ataweza kujitambulisha. Lakini kabla sijamtambulisha mgeni wetu, pia tunaye nesi ambaye ametoka katika zahanati yetu ya kijiji cha Kandili. Karibu nesi, usalimie na kujitambulisha wewe ni nani, kwa ajili ya wananchi hawa wa kijiji cha Kandili. Kandili woye! Oe! mimi ni nesi hapa kijijini, kwa majina naitwa Mariamu Mustafa, asanteni sana, nawapenda wanakijiji wa Kandili. Asante sana nesi, kwa kujitambulisha. Jamani, huyo ndio nesi wetu wa hospitali yetu ya kijiji cha Kandili. Hivyo basi napenda kumtambulisha mgeni wetu ambaye ametoka wilayani naye anayo maneno machache ya kusema na wanakijiji cha Kandili. Karibu mgeni wa kutoka wilayani, ujitambulishe kwa wananchi hawa, lakini pia utasema yale uliokuja nayo kwa ajili ya wanakijiji hawa wa kijiji cha Kandili. Karibu mgeni. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuja kuzungumza na wanakijiji wako wa Kandili wakina mama wa Kandili, safi! Abi. Abi. wakina baba safi! Abi. Abi. Kwa majina naitwa Sofia Maganga, ni dokta kutoka wilayani na nimekuja hapa kutoa elimu ya uzazi ulio salama. Kwanza kabisa, ili tuwe na muungano, lazima tuhakikishe tuna afya iliyo bora na misingi ya hayo ni familia zetu, kwa sababu taifa linaanzishwa na familia, kwa muungano ya baina ya mtu na mtu, familia kwa familia, ukoo kwa ukoo. Hivyo napenda kuwashauri wana kijiji wote wa Kandili, hasa wakinamama, pindi pale mnapojiona mna dalili za ujauzito ninaomba mwaeleze mapema kina baba, ili mkapate tiba ya kwanza kliniki au zahanati. Ni kwamba mkacheki afya, ili mtoto atakapozaliwa azaliwe akiwa na afya njema. La pili, napenda kuwapiga vita wale kinamama wakunga. Jamani kina baba, sasa hivi ni zama za utandawazi. Mkeo unapomuona na ujauzito unaona ni muda wa kujifungua, ni vyema ukampeleka kliniki au zahanati iliyo karibu na wewe, kwa sababu wanawake wengi wanajifungulia kwa wakunga au majumbani, wanapoteza maisha kwa kutokwa na damu nyingi sana. Kwa hiyo nawaomba, nawaomba, na pia nawapa na hamasa kubwa, wanakijiji wa Kandili, tuamke sasa hivi ni zama za utandawazi, tuende tukajifungulie mahospitalini au kliniki, tuachane na habari za wakunga, tusije tukapoteza maisha ya wake zenu pamoja na watoto au mimba zilizokuwa tumboni. Tunaweza tukapata watoto bora kama walivyokuwepo hapa, hebu mtoto ndio barabari, wewe. Jamani, si mnaona watoto walivyokuwa bora.